Katika siku ya tatu na mwisho katika mahojiano ya wawaniaji wa uenyekiti wa tume ya IEBC, mawakili watatu wakijitetea uwaniaji wao mbele ya kamati hiyo. I'm the chair of this panel, feel free and just interact with us this morning. Wa kwanza kufika mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na Nelson Makanda alikuwa wakili wa siku mingi Lilian Wanjiku Menengene.

Robert Akumu Asebo aliyekuwa wa pili akikabiliwa na wakati mgumu kuelezea jinsi anatazamia kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini ilhali anakabiliwa na kesi kadhaa mahakamani na kuhusu agizo la kumkamata tarehe nne mwezi Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu alipokuwa akikabiliwa na kesi kadhaa za kampuni tofauti Asebo alikuwa na haya ya kujitetea.

Mwaniaji wa mwisho katika kitengo cha uwenyekiti akiwa wakili anayetoka kaunti ya Bungoma Sol Wasilwa Simiyu. I believe that, uh, the secretariat has specific roles in terms of administration and the commissioner's role is oversight policy and guidance. Hapo kesho sasa, kamati hiyo itaanza zoezi la kutafuta makamishna sita watakaojiunga na tume hiyo ya IEBC. Mary Kyalo, Undugu TV.